Yuzi yote unayofanya duniani utafuta degree pale ya kusechi, ni ya kusechi degree kumtina haipo. Yeye anaambiwa bwana bana, ee, unataka kazi gani? Mimi kujenga, anaanza kuijua simenti na kokoto toka mtoto mdogo. Yeye iy amespecialize kwenye hicho sasa. Sisi hapa tunataka mtoto ajue kila kitu. Ndio tunakosa expert. Juzi mlimsikia yule mheshimiwa mbunge aliyesema watoro wengi ndio wenye akili, unajua. <laughs> Hii bwana kishimba Kishimba, na kule bungeni tumemwita profesa Kishimba, tumemwita profesa Kishimba kwa sababu mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti, yule jamaa ni mjumbe kwenye ile kamati. Watakuja makatibu wakuu hawa wote, wanakuja pale, watapiga nondo zao pale, yeye yuko kimya Halafu anakuja anasema, sasa anauliza in a very elementary knowledge, mzee, mnaanza na mjadala upya, is critical kwenye kufikiri. Hajamaliza darasa la saba, ni tajiri mkubwa. Hajamaliza darasa la saba. Sio lazima watu wote, wewe na madigrii, sio lazima. Yule mtu ana viwanda mpaka nje ya nchi yule mtu ana supermarket ana investment kubwa. Siku moja nilikuwa namtania, na ni mbaya kusema, lakini kwa na sababu rafiki yangu mtani na wangu, mi nitasema tu, nikaambia hivi, una unit ngapi za nyumba hapa Tanzania? Akasema, wewe bwana Simbachene bwana <coughs> sijui zinazidi elfu moja na mia tano unit elfu moja na Hata kaambia una kasema unajua, unajua sasa bwana kwanza mimi nilikuwa nataka matofali kwako. Mimi na kijiwe changu hapa na chatua matofali. Akasema nataka tofali za nchi nne. Nikamwambia, sasa nchi nne mzee unajengeje? Akasema unajua tatizo lenu nyinyi wasome mmekariri mambo. Watu wanaishi nyumba za mabox. Wewe unashangaa tofali ya nchi nne? Kwani mimi najenga benki? Ananiambia. Kwa nini mimi najenga benki? Halafu kwani wewe hujui? Kwamba nyinyi watu ni wanjani? Wewe nyumba yako mtu masikini, baadaye uchukue tofali ya inchi nne ukipiga plasta huku inchi moja ukipiga huku inchi moja zinakuwa inchi ngapi sasa? Ukichukua ya inchi sita ukipiga huku plasta inchi moja inchi moja inchi nane unajenga nini na hali ni nyumba ya kuishi? Unataka kumpangisha mtu masikini, halafu mnakosea. Wewe unajengaje nyumba umpangishe tajiri? Tajiri anakuanga mpangaji wanaopanga ni masikini. Kwa hiyo na nyumba una haja ya kweka tiles, kweka floor, kapitia, ya kuweka floor ataenda kununua carpet kapitai, ataweka pale mwenzako anaenjoy kwa kodi ya laki moja na nusu, wanataka kodi hiyo ya milioni moja laki tano kwa mwezi, hutapata mpangaji, watakusumbua tu matajiri, sio wapangaji. You see, hiyo ni thinking ya kibiashara ya mtu ambaye hana diploma ya uchumi wala nini. Tusikariri mambo, sio kuwa na digrii ndio kila kitu. Na hata katika haya mambo ya kuandaa watu wetu, acha tuwaandae na kila mmoja na njia yake, na mimi naisema kwa perspective ya mazingira. Ninaona tunavyoachana huko chini, tunapopeleka maelekezo mtu hakuelewi. Juzi nilikuwa kwenye kongamano Durban.